Ya ufura. Bila damu wametokwa na imani. Wana roho za kishetwani wanaishi kama hayawani sababu ya kijicho. Kijicho. Kijicho

Chochote ana rorote siku hizi yani, watu wanajiweka yani, aonekane kama yeye ni nani, yeye ni nani ye, ye, ule ule usimatisimati, ili mradi awaibie watu. Sasa yule, unaweza kukuta hana usomi wowote kwa sababu ana rorote siku hizi yaani, watu wanajiweka yani, aonekane kama yeye ni nani, yeye ni nani, ule ule usimati simati, ili mradi awaibie watu. Sasa yule unaweza kukuta hana usomi wowote kwa sababu wasomi wa sasa hivi hawezi kufanya kitu cha namna hiyo, hawezi kufanya kuenda kung'ang'ania mapenzi. Lakini sikiza nikwambie, mimi ni mama, nitasimama kama mama. Nitahakikisha mpaka haki ya mwanangu inapatikana. Siwezi kuvumilia ujinga na upumbavu unaendelea kwa mtoto wangu, kila siku anakosa amani, siwezi, na nimekuja kwa ajili hiyo. niko karibu sana na binti yangu kwa sababu nikitoka situ, atabaki katika wakati gani? Kwa hiyo mwana yetu mtapambana naye. Tatizo mnazaa bado wadogo. Sasa wewe na binti yako ni kama mnalingana. Ah, labda ndio maana analeta zara. Yule ni mtoto wa dada yangu. Ah, e, mimi ni mamdogo. Basi nikajua wewe ndio urimia yule mtoto. Mwana yetu mna damu kali, sio tunavyofanana? Eh, mnafanana, mtoto wetu rangi ile ile ya mtume. <laughs> Yani hapo unatakiwa ukati. Mimi siku hizi ninaerimi Usinione mimi, nilikuwa ninahangaika hapa kwenye kijiji mambo hayo eh, mambo ni mapenzi, mapenzi manini manini, na wewe ndio yanakukuta kama hayo. Watu wananganganya, mimi nilikuwa ninanganganyizi sana, lakini nikasema shida mimi ni nani mimi, shida ni mpumbavu kiasi gani, watu wananicheka, watu wakiniangalia wanaona kama dudu. Lakini nimeenda sehemu mimi napajua mwenyewe, kuna elimu zikaja, wananipa ninapata, napata mimi. Sasa hivi nimehudhuria hapa Chini. Oh, ya itakuwa ngumu mkubwa. <coughs> <coughs> elimu hapa imeturia mtoto wetu, hata ukisema naenda narudi, unakutana na nyingine, nakupa mtoto wako pale, anafaulu. Unafikiri atamweza yule jamaa? Usitumie nguvu, yaani mambo mengi ukitaka yaende yananyoka, usitumie nguvu mwanetu akiri. <tos> <tos> asante sana kwanza kabisa nimefurahi kwa ushauri wako, ndio mwanawetu sana, ila nakuomba uwe pamoja na sisi angalau tutakapo kuhitaji kwa ushauri kwa chochote nitoe. Lakini pia yule kijana anayetaka kumrisi, ambayo ni shemeji yake, anasema kwamba mila na desturi za kwao ndo zinaruhusu hivyo hivi <h��> Kwenye hii dunia yote umeenda umezunguka, sasa hivi nani anafuata mira? Wakati unaona dini zimezagaa, makanisa yanajengwa mpaka unakuta, yani kila nyumba ina kanisa, yani ukizunguka nyumba ya nyumba, kanisa hapa, msikiti hapa, nini? Sasa hivi watu wanafuata sheria za dini na serikali vipi? Mna mtu vipi? nini Mwamba, afu mwanangu nishakwambiaje, mwanangu kwamba hapa mwanangu ni maskani wakatiamaskani, utarudi ulipotoka Mwamba, utarudi ulipotoka Mwamba. Nikutana na msala wa ajabu mwanangu. Yaani hapa nikuambia hivi kidogo, nishe nikutana na askari hasta, kanitoa baada ya luili mbaya mwanangu. Afu mzigo mwenyewe mwingine unao wewe. Nataka tugawane mzigo kila mtu na chake. Sio kwa mbio hizi. uh -hmm. Mambo ya mekambo ya kufuata mira hayo ndio ambayo yanaenda kupotosha kama vile watu. Yani, ni watu ambao wana elimu mkwao hauna kitu chochote, lakini kwa sababu mimi nimekuja kwa ajili ya mwanangu ambaye ni mtoto wa dada yangu, nitapambana mpaka tu meonesho. Siwezi kukubali ujinga na upumbavu unaoendelea hu. Kweli mtoto wetu yule ni tamaa, yule ni tamaa, anakuwaja na <totipa> tamaa <totipa> za tuili. Amemwona mtoto wa watu mrembo pale kapanda hewani, amekaa na mtamani, huyo alikuwa anatamani Na tukana, api, ili aende askari rasta na mazee rasta amekuunga wongo kwa mzigo mwingine anaona na nataka nikimbilie kwa nani? Faisai sawa. Afu nisha maska, na afu sawa, nishakwambia maskani mangu, mimi nakaa na mzee ulimbo sawa. Kwa hiyo hii misara yetu hii tofauti na maizana huku na huku, tumalizia huko na na huko wapi, wakati kijiweni nini, mimi na wewe okay? basi sikia, yeah, fresh kwa muda huu, sasa hivi, tusilumbane tuingie ndani tusikilizie mpaka saa kumi au saa kumi na mbili sawa, alafu mwisho wa siku tutaongea. Ataisha oya ile hiyo mwanzo na mwisho kuja maskani boy. Oya mzigo wa mwanzo hauonekani mpaka sasa hivi, mpaka mimi nakimbizwa nimekuja na mzigo mwingine huu huu, tuasikilizia kuona tu kwenye bomba mpaka tugawane ule, alafu ndio utalamba twende ndichi, bado ikoatinze tu kwanza ndani Mkuu, karibu. Asante. Vipi? Safi. Habari za hapo? Nzuri. Karibu. Asante mm. Naendeleaje na familia yako? Naendelea vizuri, sijui yoyo, tuko vizuri tu mm. Tupo, asante. Sasa mama Masudi mekaa kimya, hata simu hamna, yaani meka kimya kabisa. Ulisahau mpango wangu nilikwambia? Sasa mkuu, jamani, hapa ni sehemu ya kuja kuongelea ya maswala yetu? Hmm? haujui, ha, kama mimi hapa nina familia, nina wadogo zangu wawili, nina vijana wangu. Kwa hiyo kitukuta hapa tunaongea hayo maswala, watanifikiriaje hmm? Siwataniona so, mama wavyo, hapa sio sehemu sahihi kwa kweli. <coughs> <coughs> Mama mtu, mimi humu <manyi> ndani nini wayo, nini nimedondo nini? Unajua niko na kakipengele hapa nini nini. Kutwa nzima ulikuwa unafanyaje humu ndani? nimedondo nini waya nimechoka nini. Umelala hivyo, usingizi unaupataje? Yaani unaanzaje kwanza kusinzia, una relax humu ndani unalala kabisa. Yani unaanzaje kupata, unaanzaje kupata huo usingizi. Sema mama mtu nini nanijazia nzi afu mimi niko kitengo utawala nini, utawala huo utawala huko. Lakini sio kwangu mimi hivi watu na mda gani hatujaonana? Ah. Hunitafuti, hunipigie simu huji na kuonana na mimi, una shida gani wewe masama be tu nini? Masama maambo? Be, hayo masama be, unaona machache wewe, unaona madogo, lakini tumesimama, sio kwamba watatukuta tumelala. Ni mazungumzo tu ya kawaida ah -ah. Shida tunaweza kuzungumza hapa, sio kama umekuja kwa hilo labda unashtuma la nyingine ili hapa ni nyumbani, ni mama mwenye familia. Ukitaka mambo yetu tuyamalizie kule, sio kunifuata nyumbani kwa kweli, tutashindana tu. Sikukwambia mimi uje ufate jibu, nikwambia nitakupigia simu mimi mwenyewe, sio kunifuata kwa kweli. Mkuu, mimi sijapenda maswala kufuatana nyumbani, hapana. Basi nipe maelekezo, tujue tafanyaje, nifanyaje sasa Nikupe maelekezo tena? Mimi ndio sio ndio mwenye maelekezo, wewe ndio unatakiwa uniambie sasa tutafanya moja mbili tatu. Mwaka nini waya waya hunitafuti, sina rosheni, nywele zimefumwa toka juzi, sina hela kwenda kusuka nini? Nini, lakini si uko na masista magetoni? Niko na masista magetoni kwao, sista anilishe mimi anivarishe anipela arosheni anipela a kusuka, naona kazi gani mwanaume mzima? basi cool, basi, nini, unaonekana mwanaume asiyetambua majukumu yake. Unatambua majukumu yako? ungekuwa unatambua nisingekuwa na bwata hapa. Ila kweli kwe, umezungumza vitu ya msingi, hujaenda saluni nini, haya weka kazi yako nini, unaonekana bwege. Sikia mama mtu, mimi fresh mimi hiyo vitu yani. Sikia nikwambie, sijaje hapa kuchukua hiyo hela yako. Nimekufuata wewe, nina mazungumzo na wewe, nataka twende tukaongee tukaongee. Oya, oya fresh, basi niuliza tena mimi tu kwenye maelekezo. Maelekezo gani? Basi tutakutana huko, kama ni barabarani tutayamaliza. Siku tukikutana lakini ah, basi sawa ila nitanzama mazingira mazuri tajitahidi kabisa nitafute sehemu ambayo inafaa kama hapa hapa hapafai. hakuna namna tajiniondoke. Hapo sawa. Lakini jitkilie usiji kanipotezea, basi karibu sikukirudi uja na jambo lingine, sio hilo ndio kuja nalo. Huyu vipi? Sijamkubalia, ameshafika nyumbani. Yaani kimkubalia. Nimekuja na miwani, nimejia jibu kama dizezeta vile dakika dakika sifuri tu ni dakika naibuka kipa pale tunapokutania. Eh mama, una uhakika? Ah, mimi nakubali, nakupa dakika hizi au hizi zisizopungua nataka tukutane pale tunapokutanaga oye, oye. Sasa wale wako stokee, unanijua mwendazimu kama wewe, mboga moto sufuria moto alafu hiyo chakula moto oya sheria

mba unaweka vitu mwingine anakuja na anapangua. Na maana mimi nilianika kwa hivi, nikawa mjinga sana. Na ukiangalia hapa ni watu wazima kabisa, hamna mtoto. Sasa mtu nimeanika nguo zinakuma, na kama alikuwa anapita tu nazirudisha. Unaniona mimi kama mtoto? Ningekuwa na mtoto, ningesema kuna watoto wamecheza. lakini hapa nikiangalia, hamna mtoto. Mtu mzima tu aliyefanya Mama Mikaeli. Mama Mikaeli, na maana usikii? Nini? Ndio na shida na wewe mara moja. Unachukua dakika ngapi maana niko busy hapa na kazi nyingi sana. Nimekuita huko kimya. Nimekuita huko kimya, Wakati nataka kuambia jambo la muhimu linalo kufaa wewe. We mzee unajielewa, lakini si nimekuja ongea ulichoniitia, nilichokutia mimi hapa kuna kiwanja nimenunua maeneo ya bondeni kule mambo mm -hmm. Mazuri naambi. Nazumunua kununua kile kiwanja mm -hmm. Ni kujenga nyumba ili ukaishi wewe kule, nikaishi mimi peke yangu. Kivipi? Hivi we mwanamke, una shida gani maana hmm? Humu ndani sasa hivi hajulikani mwanaume ni nani, mwanamke ni nani, unanitafuta nini? Lakini wewe hivi wewe mwanaume, una mateso gani, una shida gani wewe ha? Yaani kila kukicha humu ndani ni kelele kelele, mwanzo mwisho. Uwezi ukafunga tena domo lako, kakaa kimya, angalau katulia. Hmm? Ayo maneno ya kijinga unamwambia nani eh? Ninakuuliza, maneno ya kijinga unamwambia nani? hivi wewe unajikuta ni mwanaume? Yaani baba Chuga umenunua kiwanja, unataka mimi nikaishi peke yangu pasipo kuishi na wewe eh? hii inaingia kweli akilini? Nikaishi peke yangu tena, unanipeleka bondeni kwenye maji nikaogelea mimi samaki na kama ulikuwa unataka mimi nikaishi kule peke yangu, kwa nini ukunishirikisha wakati na kinacho kiwanja unganiambia? So kwanza, <coughs> wewe nisikilize, mimi sio, kila jambo unataka kulifanya nikushirikishe wewe. Mimi ndio naamua, mimi ndio naitaka wewe ukaishi wapi. <coughs> <coughs> Mimi ndio mwanaume, nyumba karibia ishe ujenzi ulishaanza, utahamia kule. Wewe ndio utaishi kule tena, utakuja na uende na huyo mwanao Mikaeli ambaye mmebadilishana majina, mnamuita Chuga, majina ya kiuni hivi. Ujenzi kalio ukamilike, unahamia kule. Sina nikwambia wewe, mzee. Hivi unajisikiliza, unavyoongea unajisikiliza? Lakini ile sauti yako wakati unakiongea hicho kitu, ni hivi, mimi siondoki hapa, sihami hapa. Yani sina mpango wote ule kwamba eti hata siku moja nitanyanyuka hapa kwenda huko bondeni kwenye maji. Ni hivi kama unataka niondoke mimi ili ulete hao malaya zako wakae hapa, kwa taarifa yako, umecheza pabaya. Hebu badilisha mchezo, hapa sitoki ya. Yani wewe huna hata sifa ya kuitwa mwanaume, hata sifa ile moja. Una nikwambie, hata wakita kundi la wanaume watoke, wewe haumo mwanaume. mwanaume kitu gani? Yani, Yani umefikia hatua sasa. Yani umenidharau, ume, ume vya kutosha. Yani umenidharau mpaka sasa. Unitukane na kunitukana, si ndio? Nimeshakwambia hivi, wewe sio mwanaume, ni mwanaume jina tu ha. Yani hata itokee wakuite eti kundi la wanaume watoke, ukitoka sio mwanaume. Yani, Yani wewe, wewe? una <laughs> una hata sifa moja. Yani una subutu ya kunipiga mimi, mpumbavu wewe. Haondoki. Mama Mikaeli nisikilize. Usione na nyamaza hapa, najisikia vizuri. Huyo malaya uliletea wewe hapa, mbona wewe uliondoka hapa tena bila ya kuaga ukaenda kuishi na mwanaume huko? Au naza nini? Sijui tena, sitaki kunipanda kichwani mimi. Nimekwita hapa kwa faida yako. Uliondoka hapa bila kuaga haki... na taarifa nikazipata kabisa. Mzee Chikitoz, nikwambie, naomba unisikilize, uwe makini kabisa, unisikilize. Nazani Uzee wako nakupeleka pabaya. Ni hivi nimesema ni hivi, hayo yakuwa sijui na mwanamume mwingine sijui nilienda, hayo unayajua wewe mwenyewe ndio umesema, mimi siyafahamu. Ninachokijua mimi hapa siondoki, kama huyo malaya wako nataka kumleta hapa aje, tubanane hapa, hapa. Lakini vinginevyo usitegemee kwamba nitatoa mguu wangu hapa, eti sijui kwenda bondeni sijui kwenda kwenye mimaji. Wewe sikiliza

Utubutuje kunyanyua hizo kwato zako kunigusa mimi. Umeanzia wapi? Umejionaje wewe? Nimekukosea nini ya kukuita mla msuluwai ndo sikosa? Hah? Yani siku nyingine jaribu kunyanyua hizo kwato zako na kugusa au mwili ndo ndio utanijia vizuri. Hivi hapo nimekupiga ama nimekupapasa? Shenzi wewe. Hivi? Hivi hapo nimekupiga ama nimekupiga nime vizuri sasa?

Mimi siondoke. Niondoke niende wapi? Mi mimi tu nilikuwa najaribu na wapi? Wa... Sasa nimeshasema kule, kule. Mm. Na hicho kiumbe ulichonizalia hapa ukakae nacho huko. Kiumbe cha yenyewe. Kwenda kwa huko watu hatuna kiumbe kama kile. Naomba kwa nini nakuambia kwa Naomba nisamehe mwanangu. Utahamia kule? Wewe mwanamke una kiburi sana. Una kiburi. Sasa atakufundisha adabu.

Unjiunaheshimika, staki kusikia tena maneno. <laughs> Kama una nguvu si ungekuja tu na mikono na panga la nini? Eh? ungekuja tukazikunja hapa. Nafikiri mimi naogopa na kuja na panga na nasiondoki. Ungekuja tuzikunje tu tungezikunja. Tu, tu nakuja na panga la nini? Bado unanijibu? Kweli nimekuelewa sasa ni umenipata, ha jinsi ulivyo mashallah. <laughs> Uh, uh, ni wasiwasi wako tu <laughs> <laughs> hakuna mtu yoyote anayeweza kuja kukurisi wewe. <laughs> yaani niko tayari mm. Hey, niwe kama nzi kwenye kinyesi kipya, mimi kwangu ni kawaida kabisa. Salome, nataka nikupatie advance kidogo sana, kisha tutawasiliana mm.